Moja kati ya matukio hayo li limetokea Aprili 22 25, majira ya jioni au usiku, eneo la Soweto Village Hotel iliyopo wilaya ya Mvomero. Mtu mmoja ambaye amefahamika kwa jina la Vines Joram Paulo, huyu ana umri wa miaka 37, ni mtaalamu wa maabara Chuo Kikuu Mzumbe, mkazi wa Kasanga, alikufa maji wakati akiogelea kwenye bwawa lililopo hotelini hapo. Awali marehemu alifika kwenye hoteli hiyo kwa ajili ya stare zake, lakini aliamua kuogelea na akazidiwa na maji aliyopolewa kutoka ndani ya bwawa hilo na kukimbizwa hospitalini ambapo ilibainika kwamba alikuwa amekwisha fariki. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linathibitisha kutokea kwa tukio la ajali ya magari mawili kugongana na kusababisha kifo na majeruhi kadhaa. Ajali hiyo imetokea usiku kuamkia leo Aprili 24 mwaka 2025 usiku katika eneo la kijiji cha Mkata kata ya Msongozi wilaya ya Mvomero katika barabara ya Morogoro ambapo gari namba T 393 DF, DFQ Yutong Bus kampuni ya Rungwe Express ikitokea mkoa wa Dar es Salaam kwenda mkoani Mbeya ikiendeshwa na dereva aliyefahamika kwa jina la Selemani Hamisi Matimbwa, mwenye umri wa miaka 50, dereva na mkazi wa Chamwino mkoa wa Morogoro, limegongana na roli lililobeba mizigo wa mbao lenye namba za usajili T 925 DZW likiwa na tela lake namba T 425 EAD aina ya Scania. Hili ilikuwa linaendeshwa na dereva aliyefahamika kwa jina Martin Frank Kirwale, huyu ana umri wa miaka 25 na ni dereva mkazi wa Mafinga na alikuwa likitokea Iringa kwenda mkoani Dar es Salaam, limesababisha kifo cha abiria mmoja kwenye eneo la ajali ambaye ni mwanamke ambaye bado hajatambuliwa na majeruhi watano ambao wamepelekwa hospitali ya rufaa mkoa wa Morogoro. Aidha, abiria wengine waliopata mshtuko na majeraha madogo madogo nao wamepelekwa katika hospitali ya rufaa ya mkoa wa Morogoro kwa matibabu na uchunguzi zaidi. Uchunguzi wa awali kwenye eneo la tukio umebaini kuwa chanzo cha, cha ajali ni uzembe wa dereva wa basi la Rungwe Expres kuyapita magari mengine bila kuchukua tahadhari na kusababisha kugongana uso kwa uso na roli lililokuwa limebeba lililokuwa na mzigo wa mbao. Dereva huyo ni miongoni mwa majeruhi na kwa sasa iko chini ya ulinzi akipatiwa uh, matibabu ya mguu, amevunjika mguu wa kulia. Wakati huo jeshi la polisi mkoa wa Morogoro linachunguza matukio ya vifo uh, vilivyotokea kwa njia ya maji kutokana na athari za mvua zinazoendelea.